Uh, tunapo tunapoanza uh, mwaka mpya nataka kuzungumza na ninyi wakulima, ambao nawaza kuanza kilimo katika mwaka huu wa ishirini ishirini na sita. Na nikiri tu kwamba kwa sehemu kubwa elimu tunazozitoa kwenye mitandao ya kijamii zimekuwa na ushawishi mkubwa, na waku, watu wengi wamehamasika kuingia kwenye kilimo. Lakini sasa mkulima, kuna jambo moja ambalo nataka nikusisitize kuhusiana na kutafuta maarifa tena maarifa sahihi kabla hujawaza kuwekeza kwenye kilimo. Kilimo ni sekta ambayo kwa hakika imekuwa ikiinua watu wengi, utapata stori nyingi za mafanikio kwa watu, lakini pia imeliza watu wengi, wengi wameua mitaji kwenye kilimo. Kwa hiyo sasa, sababu kubwa inayopelekea kuua mitaji ni kutokuwa na elimu sahihi ambacho ninakusisitiza kwa mwaka 2026, kabla hujawaza kuwekeza fedha zako shambani, kwanza wekeza hapa, technical know how ya unachoenda kukifanya, ABC ya kile unachoenda kukifanya, ujue nini cha kuzingatia, nini cha kufanya na nini cha kutokufanya, ili uweze kufanikiwa. Ukifanikiwa kuwekeza hapa, basi utakuwa umemaliza kabisa. Kwa hiyo katika uh, umuhimu wa jambo hilo sasa, uh, Minja Kilimo hatujawaacha imekuja na mpango kabambe kabisa ambao utakusaidia wewe mkulima, ambao unawaza kuingia kwenye kilimo na unatamani huu mwaka ukao mwaka wako wa mafanikio. Umechoka kulizwa, umechoka kupata hasara kila msimu, kila mwaka. Ambacho zimekuja nacho Minja ni ofa ya kutoa muongozo na usimamizi kwa wakulima kupitia online classes kupitia uh, WhatsApp. Tutakuwa na huduma hiyo, ambayo utalipia mara moja na utaipata kwa mwaka mzima. Utaongozwa kuanzia hatua ya awali mpaka mwisho wa kuvuna zao lako, na Minja Kilimo nitakuwa bwana shamba wako wa kudumu kwa mwaka mzima. Utanilipa mara moja tu <laughs> ni ofa nzuri namna gani? Utaipata wapi ofa kama hiyo? Utalipa mara moja na utapata huduma yangu kwa mwaka mzima. Sasa, kwa wale ambao tayari tulikuwa kwenye huduma hii toka mwaka jana, wale ambao tulikuwa darasani toka mwaka jana, ambao wapo kwenye grupu la familia ya Minja Kilimo, kwenu ninyi mna ofa zaidi, mtapata punguzo nusu ya bei, mtalipa nusu ya bei na mtaendelea kuwepo kwenye familia ya Minja Kilimo, lakini mtaendelea kupata ujuzi na ushauri wa moja kwa moja kutoka Minja Kilimo kama ambavyo tumeshirikiana kwa kipindi cha mwaka mzima wa 2025. Bei yenyewe ni shilingi ngapi sasa? Najua unatamani kujua. Ni fedha kidogo sana. Utalipia shilingi laki moja pekee. Shilingi laki moja pekee. Peke. Ambayo ni sub -sub subscription fee. Hiyo itakuwezesha kumtumia Minja Kilimo kwa mwaka mzima kama bwana shamba wako. Lakini utapata update za hapa na pale, lakini utapata mwongozo wa zao lolote unalohitaji kulilima toka mwanzo mpaka mwisho. Talipa mara moja, tadumu kwa mwaka mzima. Ni kualike wewe ambaye mwaka huu unatamani kufanya kilimo kwa mafanikio. Nafasi yako ni hii ya, ya, kulima pamoja na Minja Kilimo. Tutafute kupitia namba za simu unazoziona kwenye video hii, lakini ambaye uko tayari kulipia unaweza kulipia kupitia lipa namba unazoziona kwenye video hii. Na utatutumia uh, meseji ya muamala kupitia WhatsApp, ili tuweze kukuunga kwenye grupu letu la WhatsApp, lakini uweze kuingia rasmi kwenye mpango wa uh, ushauri na mafunzo kimtandao na Minja Kilimo. Hiyo ndio zawadi yetu kama Minja Kilimo kwako mkulima na kwako fansi wetu ambaye umekuwa ukijifunza kila uchao. Wanasema wazungu, cheap is expensive na wanasema, if education is expensive try ignorance. Ukitaka vitu vizuri lazima ugaramike. Sasa wewe ambao unatamani mwaka huu uepukane na hasara, karibu fanya malipo. Na malipo haya yatakuwa wakati wowote, lipa kipindi chochote kuanzia hivi sasa. Ukishalipa utaingizwa kwenye huduma, utaingizwa kwenye grupu la WhatsApp. Na kwa wale ambao mko kwenye grupu mna ofa ya kulipa nusu bei, lakini ina ukomo, ni ndani ya mwezi mmoja kuanzia kesho, tarehe moja mwezi wa kwanza mpaka tarehe thelathini na moja ya mwezi wa kwanza, utaweza kulipa shilingi elfu hamsini pekee na utakuwa umelipa ada yako ya mwaka mzima. Baada ya hapo sote tutalipa shilingi laki moja. Minja Kilimo tupo kukusaidia, tupo kukushika mkono na tupo kukua pamoja, tupo na, na wewe katika 2026 Minja Kilimo, tunasema kilimo ni maisha.